Karibu tena mwana United tena, united karibu tena Red Devils, Jumatatu nzuri kabisa baada ya ushindi weekend. kwa kawaida, ikiwa kuna ushindi weekend, Jumatatu inakuwa jumatatu tamu tamu sana. Unasikiliza habari za michezo, unasoma magazeti, unapitia kwenye mitandao ya kijamii na kila kitu unaona kinaenda in favor na maisha yako. Kusema kweli, wiki hii imekuwa wiki tamu sana, ni moja ya weekend chache ambazo zinakuwa bora sana hususan mashabiki wa Manchester United, kwa kwa sababu wikend hii imekuwa ni wikend ambayo ina matukio mengi ambayo, kwa, kwa ujumla dunia nzima mashabiki wa Manchester United wamefurahia sana, ukiangalia kwamba United ilishinda siku hiyo, alafu siku hiyo hiyo Chelsea akapoteza dhidi ya Sunderland. alafu siku hiyo hiyo Liverpool akapoteza dhidi ya Brentford, alafu kesho yake Manchester City akapoteza dhidi ya Aston Villa, alafu Madrid akashinda El Clasico na kwa wale wa Simba pia Simba akafuzu kwenda cha Champions League. Mambo ni mengi sana kwa hiyo, kwa ujumla ni wiki nzuri sana ambayo uh, kwa sehemu kubwa imekuwa tamu sana kwa mashabiki wengi sana wa rangi nyekundu ya Manchester United. Lakini kama kawaida, habari ni nyingi, tuna mengi ya kuzungumza kwa hiyo angalau leo kuna muda pia mwingine huu kwa takwimu ambazo zinaonekana so far, amekuwa ndo kocha ambaye amepata ushindi mara nyingi msimu huu. Takwimu zinaonekana kwamba Ruben Amorim ndo katika mwezi Oktoba ameshinda michezo mitatu kati ya michezo mitatu, amefunga goli nane, ameruhusu magoli matatu. Na amepata clean sheet moja. Kwa hivyo kwa maana hiyo, kwa haraka haraka hapa tunapata nomination ya kwanza ya manager of the month kwa Ruben Amorim, na nadhani itakuwa ni mwezi wake huu, huu Oktoba, kuchukua manager of the month. Naomba nikwambie kwamba maana hiyo ni kwamba Ruben Amorim bado siku tatu afikishe mwaka mzima toka amesajiliwa na klabu ya Manchester United. Alitangazwa Novemba moja mwaka jana na sasa tuna tunakaribia e, mwa, Novemba moja mwaka huu, na kwa kawaida ikifika muda huo atakuwa ni, ni mwaka mmoja na watu wengi ambao wanafuatilia ikiwemo mimi na wewe, nafikiri baada ya miezi mwezi huu Oktoba, tunachokiona na kila ambacho tumekiona msimu huu, tunaanza kushawishika kwamba kwa muda huu wa mwaka mmoja mabadiliko yanaonekana ujenzi unaonekana na hivyo tuna kila sababu ya kuendelea kumwamini na kumpa muda kufanya kila ambacho tayari amekianza, kwa sababu 1 year mark inafika weekend hii nafikiri, na atakuwa tayari anaingia kwa nomination ya manager wa mwezi kwa mara ya kwanza, kitu ambacho nafikiria pia itaenda kwa upande wa Manchester, kwa sababu naamini pia kwamba Bryan Mbeumo pia huenda akawa ni miongoni mwa wachezaji bora wa mwezi huu na huenda akachukua tuzo kwa performance ambayo amekuwa akionyesha. Na watu wengine pia wamekuja kusema kwamba Bryan Mbeumo anaweza kawa ndo usajili bora zaidi wa msimu huu a, kwa club za Premier League. Iwe lakini pia sijui unaonaje. Unaweza kuniandikia kwenye comments na kupata maoni yako kuhusu jambo hilo. Hiyo ni taarifa nzuri sana kuhusu Ruben Amorim na kile ambacho anakitengeneza katika klabu ya Manchester United. Yaacni kocha ambaye ana mentality nzuri sana. Nilikuwa nasikiliza post match reaction ambayo alifanya baada ya mechi dhidi ya ya juzi kushinda dhidi um, mm, ya Brentford nne mbili akasema kwamba tunapaswa kufurahia ushindi huu dhidi ya Brighton, na lakini tunapata kujitayarisha kwa ajili ya mechi inayofuatia ambayo itakuwa ni wikendi hii inayokuja. Akasema kwamba kwa kawaida ni rahisi kufurahia ushindi, lakini mnapasa kujua kwamba mechi moja ama wiki moja wiki mbili zinaweza kubadilisha kila kitu kwenye msimu, na hilo limethibitika wazi kwamba mambo yanaweza kubadilika haraka sana. Kwa mfano, ngoja nkuambie kile ambacho Ruben Amorim anachokisema, uone jinsi ambavyo kina make sense uh, kwa sababu wiki chache zilizopita tulikuwa pointi nyingi sana nyuma ya Liverpool, lakini sasahivi tunamzidi Liverpool tayari. Kwahiyo ni swala la wiki moja au mbili, mambo yanabadilika kabisa. Kwa Ruben Amorim pia anasema hilo na, na, na Imenipa kuonesha kwamba ni kocha mwenye mentality nzuri, kusema kwamba licha ya kwamba tunashinda lakini tunapaswa jambo kuu ni mechi inayofuata, yani, you need to win the next match, kwa sababu usiposhinda mechi inayofuata watu wanasahau haraka mechi iliyopita. Kwa mfano, imagine tu tumeshinda dhidi ya Liverpool, alafu tukapigwa dhidi ya Brighton. Sasa hivi ambacho kilikuwa kinaongelewa mitandaoni, kila ambacho washabiki wangekuwa nasema, watangazaji, wachambuzi na kila mtu alikuwa anaongelea mechi ya ya ya Brighton ambayo tumepoteza, singeongelea mechi ya Liverpool. kwa hiyo

mambo yatakuwa mazuri hivi kwa siku hizi za karibu, lakini kusema kweli hatujapata muda wa kufurahia hivi. Mechi tatu mfululizo kushinda chini ya Ruben Amorim zilikuwa mbili mfululizo, zimekuwa tatu mfululizo na tunaenda mechi ya nne sasa hivi. We na tukashinda mechi ya tano mfululizo itakuwa ni mwanzo mzuri sana kwa kitu, wakati Ruben Amorim anafikia mwaka mmoja, lakini I'm telling you bado hatujafika kwa lengo tunapotaka, bado hatujafikia lengo like za Arsenal za kushinda mechi tano sita mpaka 10 mfululizo Arsenal msimu huu ndo timu pekee ambayo imefunga magoli matatu, nafikiri msimu huu. Yaani amekuwa na performance nzuri sana. Anashinda goli moja kwa free kick, lakini mwisho siku mechi inaisha hajafunga goli hata moja. Kwa hiyo itakuja siku ambayo tutapata matokeo mabaya. Itakuja siku ile si, si, kama, kama ile ya Brentford, it will come another day, ambao tutakutana na timu ya mchongo alafu itatupiga yote, inawezekana la kuendelea kuwa na mentality kwamba tunajenga timu na natokea tunafurahi aliopo, lakini mambo yanayokuja baadaye hatuwezi kuyategemea kwamba yatakuwa uh, mambo mazuri kusote. Kuna siku mambo yatakuwa mabaya kuliko vile ambavyo tunatarajia. Lakini lazima tuwe wavumilivu. Tuone kwamba Ruben Amorim anajenga timu nzuri kwa siku za usoni na naona Isa Combo, Rafael Kenga, Simai na Sor pamoja na Abel Boaz. Asante sana kwa kuniandikia maoni yako kwenye comment. Nitafurahi sana kusoma comment zenu na ufutujao, kwa endeleeni kuniandikia hapa lakini pia share kwa wengine waweze kujiunga nasi. Ambaye tayari mpaka msimu huu ameshafunga goli nne na huenda akawa miongoni mwa wafunga wa, uh, wachezaji bora wa mwezi huu pia natarajia hilo. Na taarifa kuhusu Kobbie Mainoo na Joshua Zirkzee kuondoka mwishoni mwa Januari, na taarifa uh, uh, ambayo imeandikwa na Samuel Luke Hurst wa Manchester Evening News, chief Manchester United writer amesema kwamba Manchester United, Manchester United hawataruhusu kuondoka kwa wachezaji wa kina Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee licha ya kwamba kwa sasa wajapata muda wa kutosha, lakini Ruben Amorim anaamini kwamba atawatumia vizuri sana kipindi cha Christmas. Ikumbukwa kwamba kipindi hicho Mazraoui, Amad na Bryan Mbeumo watakuwa kwenye mashindano ya Africa Cup of Nations na hili ni muhimu sana, lazima tufikirie hilo. Naomba mkumbuke kwamba timu yetu sasa hivi imejengwa kwa ubora mkubwa kwa siku za karibuni, na tumekuwa tukifanya vizuri sana, lakini miongoni mwa watu muhimu sana kwenye timu ni Brian Mbwemo pamoja na Ahmad Diallo na Desemba hawatakuwepo, watakuwa kwenye kwenye AFCON kwa mwezi kama mmoja hivi. Can you try to imagine timu itakuwaje bila Ahmad Diallo na Brian Mbwemo? Itakuwa ni timu tofauti kabisa. Bryan Mbeumo amekuja kuwa mtu muhimu sana kwenye timu sasa hivi. Kwa hiyo lazima tujitahidi kuweka mazingira ya kuanza kuzoea kutafuta namna ambayo tutacheza bila Bryan Mbeumo pia na Amad Diallo, kwa sababu ni watu muhimu sana kwenye timu na leo. Na sehemu sehemu hatari zaidi ya manja kwa sasa hivi ni upande ule wa kulia ambao anacheza Bryan Mbeumo, Leny Yoro pamoja na Amad Diallo. Kwa hiyo wasipokuwepo, obviously kutakuwa na changamoto kubwa sana kwenye upande huo. Kwa hiyo lazima tuanze kufikiria namna ambavyo tunaweza kuperform bila Kuwepo kwa hawa vijana wa Cameroon. Kwa hiyo kulingana na Ruben Amorim, anasema kwamba atawatumia Joshua Zexi pamoja na Kobbie Mainoo kipindi hicho ambacho Ahmad Diallo pamoja na Brian Mbeumo pamoja na Mazrawi hawatakuepo. Na hivyo anaamini kwamba watapata nafasi ya kucheza na kuendelea kuwa wa vumilivu. Alafu taarifa nyingine nzuri kwamba Mazrawi pamoja na Mason Mount wamerudi mazoezini, taarifa ambayo leo nimeiona Nimeona picha za mazoezi Mazrawe na Mount wako tayari kabisa kwenye mazoezi. Maanake ni kwamba they are ready kwa ajili ya kupambani ya kupambania timu katika mechi ambazo zinakuja. Kumbuka Mount pia amekuwa ni mtu ambaye ameumia, lakini amekuwa ni mtu ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa mtu muhimu sana kwenye kikosi cha Ruben Amorim. Kwa hiyo tunafurahi sana kuona taarifa yake kwamba anakuwa fiti hivi karibuni aa, Sawa kaka, ya ni kuombea na nja tu kwa muda uliofikia, kaka, vipi kuhusu kiungo? tutasajili maana nina mashaka. Januari sioni kama kuna uwezekano wa kupata kiungo mzuri. Anaweza kupata kama maybe Stila, Stila anazungumzwa, lakini Adam Wharton, Baleba, I don't think that can happen. Japo uzuri ni kwamba kwa mfano ukiangalia kiwango cha Baleba sasa hivi kila siku ni kama kinapungua taarifa zake kwamba Kunya ni mtu ambaye alikuwa hajafunga goli, lakini bado ni mtu muhimu sana kwenye timu kwa sababu anakupa vitu ambavyo hakuna mtu mwingine yeyote kwenye timu nakupa. Kunya anaweza ka break lines, Kunya anaweza ka dribble mpira katika eneo ambalo awezi kudribble. Kunya ambao mnahitaji kukaa na mpira apoteze muda atapoteza muda. Kunya kan shoot from anywhere, Kunya kan create out of nothing to make it something. Kunya ni wale wachezaji ambao wanampa mbaya naifanya iwe nzuri, huyo ndo Messi ukunya lakini of course tutafanya makala hiyo kwa sababu umeitaka. Ni muhimu sana tuzungumzie hilo in tuna anafaa, anafanya interview zake mingi na kuangalia, na kuangalia hapa na angaliaga future. Tulipompa live hapo alisema tukipigwa na Brighton ushindi walivyo hapo hauna maana. Ndio, na hilo ndio jambo la msingi, future ndio jambo la msingi unapofungwa mechi muhimu mechi inayofata mechi na ndo mechi muhimu. kufunga ku, ku, ku, ku kushinda ku ku mechi moja afu ukapiga kelele dunia nzima, it doesn't make any sense. Kwa hiyo ndo maana akasema kwamba Liverpool itakuwa na maana ikiwa tutafunga na Brighton. Tumeshinda Brighton, na anawaambia ya ikiwa tutafungwa na Nottingham Forest, mechi ya Brighton tuliyoshinda leo haitakuwa na maana. Kwa hivyo tayari ameshaanza kufocus kuhusu mechi inayofata dhidi ya Brighton. Sawa so. Alafu Hisa Kombo anasema kaka vipi, niko tayari, kwaendaje huko jamaa, namhitaji sana. Okay, um, loko, loko bwana ana mambo fulani ya kifamilia kwa hiyo nafikiri ndo maana hajapata fursa ya kuweza kuwa nasi hapa. Lakini ukienda kwenye, la, kwenye channel yake leo United Insider ameweka video leo, makala moja nzuri sana, unaweza ukaenda ukaicheki mm-hmm. mwamba lioni ameuzwa? Hapana, bado yupo. kaka vipi kuhusu the bucha bucha? Amerudi, bado hajaanza mazoezi pamoja na timu, kwa hiyo tunampa angalau nafikiri mechi inayofuata baada ya Forest anaweza akawa kwenye kikosi. Tuongelee habari kubwa ya leo inamhusu Rasmus Hojlund Nimechelewa kuanza kuongea habari hii kwa sababu watu wengi walikuwa hajafika kwenye kwenye session kwa na, na leo nimeanza mda sio mzuri, kwa kawaida ni sana lakini nimechelewa kuanza kutoka changamoto hapa na pale. Rasmus Hojlund bwana, taarifa kubwa ambayo imeshika ime, ime, ime, ime, ime sehemu kubwa ya vyombo vya habari ni kwamba Napoli baada ya kuona kiwango chake bora eh, Rasmus Hojlund kwamba wanataka kubaki naye pale katika klabu ya Napoli. Sasa katika saa chache zilizopita nchini Italy, Napoli wame, wameamua kwamba watatrigger ile option yao ya lazima ya kumnunua wa Rasmus Hojlund na kumsaini kwa mkataba wa kudumu ifikapo mwezi Januari kwenye dirisha dogo, dau ambalo linatajwa ni euro milioni 44, ambapo inategemea kwamba Manchester United wapo tayari kukubali ofa hiyo ili waweze kutumia ofa hiyo kuweza kununua kiungo mwezi Januari. Kwa vyanzo vingi vinataja kiungo huyo anakuja kuchukua nafasi Manchester akiwa pamoja na Kona Galaga wa Atletico Madrid. Kwa hivyo hiyo ndio habari kubwa sana leo, kwamba Rasmus Hojlund safari yake ndani ya Manchester imefika mwisho na hii inatokana na kiwango kikubwa ambacho amekuwa kionyesha akiwa pale klabu ya Napoli. Na mimi binafsi ninamtakia kila la heri Nilikuwa nasema hapa kwamba Rasmus Hojlund si mchezaji mbaya hata kichukua naondoka, ningeambia kwamba ni moja ya wachezaji wazuri sana tulionao, lakini kwamba tu mambo hayajaenda vizuri na tulishindwa kumtumia vizuri, lakini mimi namtakia kila raheri. Nafikiri anapoenda huko, natamani aendelee kufanikiwa ili aoneshe ulimwengu kila ambacho anaweza kuofa. Na Napoli wakitoa euro milioni arobaini na nne ni hela ndogo, lakini uh, ni bora kuipata tuweze kuinvest sehemu nyingine za kikosi oa muda mrefu hapa Manchester wameonesha mwanga wa kijani pamoja na klabu ya Napoli katika mazungumzo yao na kukubali kuwapa Rasmus kwa mkataba wa kudumu kwa euro hizo milioni 44. Na Manchester wanasema kwamba wanaweza kutumia uh, pesa hiyo kwa ajili ya kusajili uh, uh, kiungo, akiwemo Gona Kalaga ambaye anatajwa pale kwamba atakachukua nafasi pale katika klabu ya Manchester United. Hiyo ni habari kuhusu uh, Rasmus Hojlund. Sawa, so, habari nyingine inamhusu um, okay, Senne Lammens ambapo bwana Statman Dave eh, ametoa takwimu muhimu sana. Amesema Senne Lammens kwa sasa hivi ndio amezuia 0.7 goals kwa dakika 90 ambazo amecheza kwenye Premier League msimu huu na ndo kipa anayeongoza kwa kuwa kwa kuzuia magoli mengi zaidi kwa dakika 90 na hii ni average au ni wastani wa mechi ambazo amecheza na magoli na makipa makipa mengine, sababu tayari amecheza mechi tatu tu, na katika mechi zote tatu ikumbukwe, tumefanikiwa ta kupata clean sheet moja, lakini pia tumeshinda mechi zote tatu, na Senne Lammens ana asilimia 100 ya ushindi. Toka amekuja Manchester, toka ameanza kucheza, hatujapekeza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo ni hiyo ni moja ya jambo jema sana kwa kumpata Rasmus Hojlund. Uh, Florian Plettenberg ni wa FC Bayern anasema kwamba Manchester United wanazungumzia sana uwezekano wa kumpata Elliot Anderson wa Nottingham Forest, lakini pia anasema kwamba Forest wako tayari, wana, wana, wana taarifa hizo, lakini wanapenda kumuuza kwa pauni milioni mia mpaka mia ishirini hivi dirisha lijalo la kiangazi, kitu ambacho nafikiri hakiwezekani. Yaani tulipe milioni mia kwa ajili ya Elliot Anderson? Hapana, hata mia kwa Baleba, atulipe kwa hiyo I think. Lakini Florian Plettenberg anasema kwamba United, moja uh, na Newcastle United, ni moja ya timu ambazo zinaangalia sana uwezekano wa kumpata Elliot Anderson wa Nottingham Forest. Kwa hiyo ni viungo, ni kiungo mwingine ambaye pia anatajwa kwa sababu kwa kawaida anatajwa Elliot Anderson, anatajwa Carlos Baleba, anatajwa Kona Gallagher wa Atletico Madrid na baadhi ya wengine ambao wanatajwa kwamba wanaweza kuja katika klabu ya United sawa. Ah, namba ni somo tuna comment ambazo umeandikia hapa. Rafael anasema kaka, miliki wa Brighton na coach ndio waliharibu Baleba, kumhakikishia next season bei yake itapanda mara mbili. Sasa watupe na hamsini. Rafael Kenga anachokiongea, um, ni muhimu sana. Unajua kitu ambacho watu wanasahau kwenye kuuza wachezaji, hii ndio pia kuhusu Bruno huwa tunafikiri kwamba kiwango cha mtu na gharama yake tabaki vile vile. Ule msimu uliopita Baleba alikuwa mmoja top top midfielders kwenye Premier League. Lakini as we speak now kwa kiwango chake sasa hivi haja, hajaonesha kitu cha maana msimu huu. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ataku, based atamaliza on, on, uh, ikiwa ta, msimu wa style hii based uh, kwa kile ambacho atakionyesha katika msimu huu hakuna mtu ambaye atakuwa tayari kulipa milioni 100 kwa ajili ya Carlos Baleba. Gharama yake itashuka. Kwa hiyo huenda ingekuwa ingekuwa bora Brighton wakae mezana, msimu uliopita kiangazi kilichopita wangepata sana 80 lakini huenda wakapata sabini kwa sasa, kwa hali ilivyo sasa hivi, sababu hakutakuwa na na hayo na ina hiyo luxury kwa sababu ambacho amekuwa akikionyesha. Na na Hamiz Kazungu anasema kaka vipi za kwako? Kusema kweli sisi mafanzi mara nyingi watu nataka kushinda tuna lingine la kusherekea isipokuwa ushindi. Ni kweli kabisa. Sisi tunafurahi tu ushindi na hilo ni jambo muhimu sana. Kaka, juzi mmemwona mchezaji wako Rashford aliyekuwa anaangalia mechi. Nimemwona wakati wanasafiri kwenda kwenda kwenye El Clasico, alikuwa anaangalia mechi ya United dhidi ya Brighton. Na Rashford ni ni, ni fan, ni bado ni shabiki wa, wa Manchester, ni fan wa Manchester, lakini kwamba tu maisha yake ndani ya Manchester yanakwenda vizuri. Kwa hivyo mimi sina shida na Rashford. Namuombea afanikiwe vizuri sana watu pekee ambao mimi wameondoka wameondoka na bifu nao ni Ganacho pamoja na Sancho. Sancho, mtabia yake ajabu ajabu, lakini Ganacho hapa mwishoni ameta dhabu nyingi sana. Kwa hiyo I don't care about him. Like Rashford, Marcus Hojlund na wengine na waombea kila raheli wafanikiwe huko walipo. Frank Ibrahim, anasema ananipata vizuri kabisa kutoka kule Super Wanga. Leo sina habari nyingi sana. Nikuja na habari za chache muhimu ambazo ningependa ngawa, tupeane update kwa leo na ni kushukuru kwa muda wako wa kuweza kujiunga nami na kunilikia comment, na swali, hamla, swali hapo chini lakini pia na furahi sana nda kuniunga mkono, asante uh, kwa kulike lakini pia na subscribe kakengele on ili usiweze kuwa napitwa na habari kama hizi, lakini pia tufatilie kule Instagram, X, TikTok, Facebook wote huko jina ni hilo hilo United Redverse. Mimi naitwa Dr. Nandes. Naomba kwa sasa nikutakie usiku mwema.